Cha moja kati ya teso kubwa duniani kwa maelfu na mamilioni ya watu, hasa hasa watu wenye uwezo, watu wenye nguvu, jamii ya vijana, ni kuishi bila malengo. Liko kundi kubwa la watu ambao wanaishi bila mpango, wanaishi bila malengo, wanaishi bila focus, wanakimbiza maisha as if hakuna mahala wanapojaribu kuelekea. So kama kuna teso watu wengi ambao wako kwenye kipindi cha kufanya maisha, wako kwenye kipindi cha kuukomboa wakati, ni kuishi bila malengo. Kuna watu wengi sana hapa duniani ambao ukitoa ratiba walizopangiwa na mfumo, maybe labda shule au labda kazini, anapofanya kazi yeye binafsi, hana ratiba ya msingi, hana kitu kikubwa ambacho anakifanya. Sio kweli kwamba ikifika weekend, au ikiwa kipindi cha likizo uishie kulala siku nzima kitandani, hapana. Kama unahisi kwamba umekosa kabisa kitu cha kufanya kwenye maisha yako, ni dalili kwamba hauna malengo, hauna mipango, na hauna matarajio kwenye maisha yako. So, swala la msingi unaweza kujiuliza, natokaje hapa? Tayari nimeshajua kwamba mimi sina malengo, sina kitu kikubwa ambacho nakifukuzia. Focus yangu ya maisha sijui wapi nimeiweka. Natokaje kwenye hicho kitu? Kwanza, unatakiwa kujua hauwezi ukafanikiwa kuwa na mpango wa siku bila ya kuwa na mpango wa wiki au mwezi. Lakini pia, hauwezi ukajua nini una achivu kwenye mwezi wako kama hautakuwa na mpango wa mwaka, na hauwezi kuwa na mpango wa mwaka kama hauna mipango mirefu ya maisha. So, nataka nikufundishe malengo ya aina tatu, kwa sababu haya ndio ambayo yatakusaidia kuweza kutengeneza focus na kuyapa maisha yako mpangilio. Lengo la kwanza linaitwa malengo ya muda mrefu. Haya ni malengo ambayo yanaamua uelekeo wa maisha yako, umeelekea upande gani? Malengo ya pili ni malengo ya kati ambayo yanatengeneza shabaha ya majira fulani kwenye maisha yako, na malengo ya tatu ni malengo ya muda mfupi au assignment yako ya mwaka. Malengo ya mwaka ni malengo ya namna gani? Haya ni malengo ambayo yanakupa tafsiri, mwongozo wa maisha yako, yanakupa uelekeo fulani kwenye maisha Mtu wa Mungu, tofauti yangu kati ya mimi na wewe inatofautiana na kile ambacho tumekizingatia kwenye muda mrefu kwenye maisha yetu. Unakutana na mkulima ambaye anakuambia, ndoto yangu mimi baada ya miaka kumi, baada ya miaka ishirini, nataka niwe nimefanikiwa kuwa na mashamba mengi, niwe nimeanza kuuza mazao nje ya nchi. Ni tofauti na mfanyabiashara wa mitumba ambaye anasema baada ya miaka kumi anataka kuwa na goli almost kila mkoa hapa Tanzania. Ni tofauti na mtu ambaye anasema mimi ni mwajiriwa baada ya miaka kumi, nataka niwe nimepanda cheo na kuwa at least manager kwenye kampuni yangu. Kwa hiyo, uh, unatakiwa kuwa na malengo ya muda mrefu. Hauwezi ukawa na uelekeo wa maisha. Hauwezi ukajua shabaha ya maisha. Hauwezi ukaachivu vitu vikubwa kama utakuwa umekosa malengo ya muda mrefu. Malengo ya muda mrefu at least yanatakiwa kuanzia miaka kumi na kuendelea. Unapofanikiwa kutengeneza shabaha ya miaka kumi na kuendelea unakuwa umefanikiwa kupata uelekeo wa maisha yako for the next good 10 years na kuendelea huko. So lazima uweze kupambana kuweza kutengeneza malengo ya muda mrefu. Unawezaje kuyapata haya malengo? Nitakupa vitu vitatu. Sehemu ya kwanza, angalia kusudi la maisha kama umefanikiwa na umepata neema ya kuweza kulitambua kusudi lako la maisha, ni sehemu nzuri kabisa ya kuweza kuanza kuangalia picha yako ya miaka kumi ijayo unataka iweje? unataka iweje kuwa umefika kiwango gani cha maisha? unataka kuwa na hali gani kiuchumi? kwenye familia unataka uweje? unataka unataka uweje? uwe na watoto wangapi? unataka kuwa na nyumba ngapi? kwahiyo jitahidi kuweza kutafsiri picha ya maisha yako kutokea kwenye kusudi la maisha. Sehemu ya pili ni kwenye ndoto au maono ambayo uko nayo. Tunapozungumzia maono tunazungumzia kile ambacho unakiona zaidi ya upeo wa macho yako, unapoweza kuiona kesho yako, unapoweza kuiona miaka kumi ijayo, unapofanikiwa kutengeneza picha ndani ya fahamu yako, nini unataka kiwe, nini kitokee. Hiyo ndio maono. So Tengeneza picha ya malengo ya muda mrefu kwenye maisha yako kutokea kwenye maono. Sehemu ya tatu, angalia role models wako. Kama umefanikiwa kupata watu ambao kila unapowaona ni kama unajiona wewe kwenye maisha yao, ni kama unaona sehemu ya maisha yao kwenye hatua zao. Ni kama unaona kule walikofika, unatamani kuweza kufika. Inaweza ikawa sehemu sahihi kabisa ya kuweza kuanzia kutengeneza malengo ya muda mrefu. Role models ni watu ambao wanakusaidia kujua nini unatamani kufika Kwenye maisha umbali gani unatamani kufika? Kwa hiyo kama utakuwa na hawa watu itakusaidia kuweza kutengeneza focus ya miaka yako kumi na kuendelea inayokuja. Malengo ya pili ni malengo ya kati haya ni malengo ambayo yanatafsiri vipande vipande kwenye ile picha ambayo uko nayo. Nataka nikuhakikishie, hautafanikiwa kutimiza malengo yote ya miaka kumi na zaidi ndani ya muda mmoja. Lazima uweze kugawa vipande mbalimbali mbali, na hivyo vipande vinaitwa majira. Inaweza ikawa between miaka miwili hadi mitatu hadi mitano, lakini lazima uweze kutengeneza majira. Kuna majira mbalimbali kwenye maisha. Kuna majira ya kujitafuta na kutengeneza msingi wa mafanikio, kuna majira ya kuanzisha mahusiano na kuingia kwenye ndoa. Kuna majira ya kutengeneza keria na kutengeneza msingi wa mafanikio yako kifedha. Sijui wewe, kulingana na shabaha yako ya miaka kumi ijayo utakuwa na majira gani, lakini jitahidi kuweza kutengeneza majira ili uweze kufanikiwa kwenye hiki kitu ambacho unakiendelea. Sehemu ya tatu, unatakiwa kutengeneza malengo ya muda mfupi au assignment yako ya mwaka unapo ingia kwenye mwaka hakikisha, unakuwa na assignment specific. Nini kimoja unajaribu kukiachivu ndani ya huo mwaka? Kama inashindikana miezi kumi na mbili, at least tengeneza focus basi hata miezi sita. Ni kosa kubwa kuingia kwenye mwaka bila kuwa na shabaha ya huo mwaka. Moja kati ya kitu ambacho kinasababisha watu wengi kupoteza muda ambao walitakiwa kuutumia kufanya vitu vya msingi kwenye maisha ni kukosa malengo ya mwaka. So, jitahidi kuweza kutengeneza focus ya mwaka wako kutokea kwenye ile picha ya malengo yako ya muda mrefu na ile picha ya shabaha ulionayo kwenye hayo majira, tengeneza malengo ya huo mwaka. Kwa mfano, 2025 wewe umekusudia kuachieve nini? Kwenye eneo la pesa unataka kuwa na matokeo kiasi gani? kwenye eneo la biashara au kazi unataka kuwa na matokeo yapi? Kwenye eneo la ndoa na mahusiano unataka kuwa na matokeo gani? Kwenye eneo la ukuaji wako kiroho na mambo ya huduma unataka kuwa na matokeo gani? Ni kile ambacho unakiazimia ndani ya moyo wako, ndicho ambacho kitaweza kukubidiisha, ndicho ambacho kitaweza kuweka madai, na ndicho ambacho kitaweza kukupa nguvu ya kuweza kusukuma ili kupata matokeo makubwa. Mtu wa Mungu, Naomba ni kuachie hii e assignment. Kuna vitu viwili ambavyo vinaweza vikakusaidia sana kuweza kujipata kwa haraka. Jaribu kuwekeza kwenye kusoma sana vitabu. Soma sana vitabu. Soma neno la Mungu vizuri, soma vitabu vingine ambavyo vitakusaidia kupata tafsiri ya vitu mbalimbali mbali kwenye maisha. Soma vitabu vinavyohusu maswala ya uchumi, maswala ya uongozi, maswala ya saikolojia na vitu mbalimbali ambavyo vitakupa uwezo mpana wa kuyasoma maisha. Lakini pia wekeza kwenye kutengeneza muda wa maombi, kwa sababu kuna vitu vingi unaweza ukapata neema ya kuvihisi ndani ya moyo wako, lakini uhakika kwamba hicho kitu ni chako na hicho ni kitu ambacho unatakiwa ukifanyia kazi kwenye huo muda, uhakika unazaliwa kwenye chumba cha maombi. Kwa hiyo, wekeza kwenye vitu viwili, nina uhakika vitakusaidia wa kubariki